Kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale Oysterbay kwa kushirikiana na wenzake walikamata baadhi ya Wachina ambao walikuwa na transactions nyingi zikiwa zieleweki zinafanya kazi gani. Mtu mmoja akaniuliza, sasa je, kama ni hela halali? <laughs> Nikasema tatizo lenu, nchi hii ni nzuri na imejenga sheria nzuri sana, lakini hamsomi. Hivi kwenye sheria za fedha kukaa na zaidi ya milioni kumi keshi ni inakubalika, eh? Sasa mnajua hilo? Sasa we uko na mihela pale mingi pale, tukikuuliza hebu tueleze vizuri hii ni mauzo ghafi au ni faida, justify hilo tu, ili tueleze vizuri, kama ni faida tujue na kama ni mauzo ghafi tujue ni shingapi, afu tuone je, yeah, uliulikata ulikata risiti, omba risiti, je, yeah, ulilipa kodi ya serikali hilo tu, lakini mngekuwa mnasoma vizuri sheria za nchi hii hata milioni kumi tu kesh. unazima ni, ni kinyume cha sheria kuwa nayo. Hivi we unatoka nayo wapi? Mbona tuna mabenki yako? Ina e na ndo maana hela ikiingia hata milioni kumi haina maelezo. Watakwambia benki tunaomba maelezo. Ndio mara moja tupe maelezo. Hiki ni nini? Kama umeuza ardhi, tunaomba mkataba. Kama umeuza ardhi, tunaomba tax clearance. Kama umefanya nini, tunaomba jambo hili. Then wana kuruhusu kuchukua milioni kumi hapo. Kwa hiyo mwenyekiti, tunahitaji pia muendelee kuwa msaada mkubwa kwa wananchi mnaowaongoza. Msije mka conspire na wahuni. Wala mkakonspire na watu ambao wanaweza kuleta madhara makubwa ya maendeleo katika taifa.